Mwezi huu katika historia ya Kiislamu. Mwezi wa Muharram unaangaziwa kuwa miongoni mwa miezi minne mitukufu katika Uislamu. Katika miezi hii mitukufu, Waislamu wanahimizwa kujiepusha na dhambi kuongeza ibada na kutenda mema. Katika mwezi huu mtukufu kulitokea tukio la Hijra, ambapo ni kugura kwa Mtume na Waislamu walitoka Makka kuelekea Madina. Tukio hili ndiyo lililoanzisha rasmi kalenda ya Kiislamu ya Hijiria. Kugura huku kulipania kuleta mabadiliko si ya kimwili tu bali ya kiimani na kuboresha tangamano, pia kupelekea kubuniwa kwa serikali ya kwanza ya Kiislamu na uongozi wa kijamii wenye msingi wa haki na imani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alijadili katiba ya Madina ambayo iliainisha haki na wajibu wa makundi mbalimbali mbali ndani ya mji tarehe kumi ya mwezi huu mtukufu wa Muharram inajulikana kama siku ya Ashura. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alihimiza kufunga katika siku hii akisema kuwa malipo yake ni kufutiwa madhambi ya mwaka uliopita. Siku ya Ashura ni siku ambayo Nabi Musa alayhi salam aliokolewa na adui yake Firaun. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alihimiza kufunga siku hiyo na kuongeza siku ya tisa au kumi na moja ili kutofautiana na mayahudi. Ni mwezi ambao Imam Hussein mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliuawa kwa kudhulumiwa Karbala. Mnamo tarehe kumi Muharram mwaka wa sitini na moja Hijria sawia na mwaka wa 680 miladia, tukio lililopelekea waliomuua kubakia katika majuto na kujipiga makonde na kujikatakata wao na kizazi chao mpaka siku ya kiyama.